Kabisa tunaomba we, sisi mkoa wa Mbeya kwa niaba ya maafisa wa kaguzi na askari, mimi kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya nishukuru kwa kupewa vitendea kazi kutoka jeshi la polisi Tanzania, kupitia kwa afande mkuu wa jeshi afande IGP wa Mbura, lakini kwa namna ya pekee tumshukuru Mheshimiwa rais ametusaidia sisi jeshi la polisi kutuletea vifaa ambavyo ni vya kisasa vitakavyotusaidia kwenye kazi zetu za kila siku katika kuhakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao unaimarishwa. Una kwa hivyo vifaa jinsi ambavyo mnaviona ni vipya, vimetoka kiwandani kwa madhumuni tu ya kuja kuimarisha ulinzi na usalama kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Tumepokea magari manne ambayo yametolewa na afande mkuu wa jeshi kwa mkoa wa Mbeya, na tutaendelea kuyatumia kama ambavyo Eh, yamekusudiwa kuletwa katika mkoa wetu wandea, kwa wa Mbeya kwa shughuli ambazo zimepangwa. Askari waliokwenda kuyachukua wamepata mafunzo ya hali ya juu sana , kwa hiyo ni weledi katika kuyatumia na tunaamini tutayatumia katika kazi za polisi na tutayatunza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yanatusaidia kwa muda ya mrefu sana katika shughuli zetu za jeshi la polisi.